Vincent Oruka mwenye umri wa miaka 40 sasa anaishi na upweke na maradhi yasiyo na wengi. Maradhi ya kukua kwa viungo vya mwili kupita kiasi kwa kimombo Acromegaly ndiyo yaliyosababisha yeye kuachwa na mke wake, anailia kwamba alitoroka na watoto wake wawili miaka kumi iliyopita. Lofty Matambo alikutana naye na sasa anasimulia kisa cha bwana huyu. Apatapo dakika mbili tatu, Vincent Oruka hujikaza kupigwa na mwanga wa jua, lakini afahamulo ni kwamba ulimwengu wake ni kijumba hiki. Saa 5 dakika 19, good morning, awashe redio iliangaa imwongoe na kumwondolea upweke. Mkenya huyu alizaliwa miaka 40 iliyopita. Tulipofika kwake mtaani Karen alikopewa hifadhi na mwajiri wake wa zaidi ya miaka kumi alikuwa tayari kumeza dawa zake za kila siku ili aue makali ya maumivu ya ugonjwa usio na wengi acromegaly. Hii i mkono kuna growth kwa kichwa hapa, sijui iko pande gani, ndio nafanya i mkono kikuwa kubwa na macho v kinyangalia ya macho yangu sio mzuri, na kichwa vile nakuwa kuwa kuendelea juu Vincent alizaliwa mzima, akaishi hadi kufika umri wa kubalehe, akaoa mke aliyempatia watoto wawili, lakini mara akaanza kuona mikono na nyayo zake zikikuwa zaidi kupita kiasi. macheza yayo ni naona tu kama anatetemeka, ambapo mke alipoona hali ya mumewe inazidi kudorora akaamua kumtoroka. Akaenda na watoto, nikasema sawa kuenda nao nasida kama meona ataweza kusaidia watoto, atakuwa tu mzuri. Lakini akromegali ni nini haswa? Ni hali ya mwili uh, na viungo vya mwili uh, kuwa um, vikubwa eh, kwa njia ambayo si kawaida, na hii si kulingana tu na hali ya chakula kama obesity. Hapana, hii inatokana na uvimbe sehemu ya ubongo uh, inayotoa zile chembechembe chembe ama hormones za kukontrol uh, uh, ukuaji wa mwili. Daktari Wekesa anaonya kwamba usipotibiwa mapema, ugonjwa huu ni hatari kwa maisha. Uvimbe huu katika sehemu ya ubongo tunaita pituitary gland kwa kimombo, um, <kuhem> wanapoteza macho kwa ajili ya kufinywa kwa zile uh, zile nerves zinazotoa zinazotoka kwa macho na kuelekea kwa ubongo. Cha kutia homa moyo ni kwamba Vincent hamjui baba yake wala mamake, ni yeye na nafsi yake tu ulimwinguni. Iwezi kujua nilitokea na mama gani ama kua mwaneno gani, hataki kuniambia, na mbeleni tu nilijua sitaishi kwa sababu hata kukula nikua siwezi nikimweza tu li na nyangwa t leo sasa, Vincent anaikodolea macho hatari ya maisha yake, ama gharama ya upasuaji wa kichwa, gharama ya makumi ya maelfu ya pesa, lakini hali ya maisha yake ni hii ya kujionea tu kwa macho. Vincent ameshindwa kujitoa katika ulimwengu wake mdogo, kutangamana na ulimwengu na jamii pana, jamii ambayo imemnyima huba na huruma akitaraji kwamba siku moja huba litamregea na vilevile apate afueni ya mwili ili aweze kuishi kama waja wengine. Lofty Matambo, KTN leo, Nairobi.